Habari na karibu katika YouTube channel yangu. Jina langu ni Kigoda the Creator. In today's video tunaenda kuzungumzia ni jinsi gani unaweza ukatengeneza simulizi za AI na kupata pesa kupitia YouTube platform na social media platform nyingine ambazo tunazitumia. So right now, uvumbuzi wa teknolojia umerahisisha kwamba kila mtu ana uwezo wa kuwa content creator na kufaidi matunda ya content creation. Before uzinduzi wa artificial intelligence content creators walikuwa wanahitajika kuonyesha sura zao ama ku, ku, ku, kuongea sauti zao kuweza kusikika ili kuweza kutengeneza mauzui ya mtandaoni, but right now anyone can be a content creator. Na hata wewe ambaye unatazama hii video, hakikisha unaitazama mwanzo mpaka mwisho kama una ndoto za content creator na kuweza kutengeneza pesa, lakini hautaki kuonyesha uso wako wala kutumia sauti yako kwenye kutengeneza hizo content. So Leo unaenda kufundisha ni jinsi gani unaweza kutengeneza maudhui ya mtandaoni hasa simulizi ambazo tunaziona kwenye YouTube ambazo zinapata a lot of viewers, zinapata a lot of zinapata engagement likes na kunakuwa na comments nyingi katika hizo content za simulizi ambazo zina cash feelings za watu wengi katika mitandao ya kijamii especially on YouTube. We all know YouTube platform inatengeneza pesa nyingi sana, so hata wewe unaweza ukajipatia pesa zako ukatengeneza pesa, kama upo serious na utaisikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho, ya namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza content za simulizi za Kiswahili kwenye mitandao ya kijamii especially YouTube. So kitu cha kwanza utakachofanya ni kwenda kwenye ChatGPT. ChatGPT ni AI mama, for me I see as the, it is a AI mama kwa sababu inafanya a lot of activities. So kwenye ChatGPT tunaenda kutengeneza prompt. Prompt ni maelezo ambayo yatazisaidia AI ambazo tunaenda kuzitumia ku generate videos pamoja na ku generate audio. So hiyo prompt ni maelezo ambayo tutayatengeneza kupitia ChatGPT. So tutamwambia ChatGPT aina ya story ambayo tunataka kutengeneza. Let's say aina ya story labda ni ya kutisha, ama story ya ya mapenzi au story ya kusisimua, any kind of story ambayo wewe unafikiria unataka kutengeneza, so tunaenda kumwambia ChatGPT, then tutamueleza kama tunataka iwe in terms of series in terms of single story. Na tutamwambia pia tunataka story iwe na urefu gani. Kama ni single story, labda iwe na dakika kumi au iwe na lisaa, is up to wewe. So maelezo yote utampa Chat GPT, then utamwacha Chat GPT aweze kugenerate prompt ili uweze kuitumia kwenda ku generate hizo videos pamoja na audios katika website ya AI Studio Speech. So tutaenda kwenye Google, baada ya kujenerate prompt yetu ya story yetu pamoja na kupata zile mjongeo wa story nzima. Tutachukua tutakopi yale maelezo kutoka Chat GTP tutaenda kuya paste katika AI Studio Speech. Hii ni website ambayo itakusaidia kugenerate kwanza audio, audio ambayo ni ile sauti ambayo itakuwa inasimulia hiyo hadithi. Then tutaweza kugenerate pia na picha ambazo zitakuwa zina display katika yale maelezo ama katika ile hadithi ambayo tutakuwa tuna tunasimulia ambayo tutakuwa tumegenerate ambayo tunahitaji iweze kusimuliwa. Okay, so cha kwanza tutachukua yale maelezo then tutakwenda kupaste katika AI Studio Speech, then AI Studio Speech itakwenda kugenerate maelezo ama story ya ya hili ambayo tumegenerate katika ChatGPT. Nikimaanisha kwamba kutakuwa na mtu ambaye anaihadithia kwa mfumo wa maneno. So tutachagua kuwe uh, let's say single, tutachagua mtu single ambaye atakuwa single speaker audio ambaye atakuwa anaelezea, ama pia unaweza kuchagua watu wawili, labda wa kike na wa kiume, wao wanapokezana just like you watangazaji ambao watakuwa wanaisimulia ile hadithi, na utejelezea unataka wahadithi kwa mfumo gani, labda kwa mfumo wa kutisha, wa taratibu ama kwa mfumo wa haraka. Wewe mwenyewe utawapa maelezo, utawacommand command hawa AI Studio Speech AI waweze kukusaidia kutengeneza kitu ambacho wewe unataka kutengeneza, katika mfumo ambao wewe umeupanga kichwani mwako, na ideas ambazo unataka itokee video yako iwe ya namna gani. After that, then, tutaenda ku generate picture. Kwenye picha, unaweza ukatumia the same AI studio speech, ambapo kuna options za ku generate picture, lakini pia unaweza ukatumia software ya niweza kwenda kutumia software ya leonardo.ai ai about pia itakupa options za kuweza kugenerate picture the same prompt za picture tutazigenerate kupitia the same story ambayo tuligenerate so utamwambia chat gpt naomba unitengenezee picha kulingana na story yangu mwanzo mpaka mwisho. Then Chat GPT yeye atatengeneza picha prompt ambazo zitakusaidia kwenda kugenerate picha katika software ya Leonardo.ai ama katika the same software ya AI studio speech. For more information na ama unataka kujifunza zaidi kuhusiana na jinsi gani unaweza kutengeneza content na ukawa content creator bila kuonyesha uso wako ama kuongea katika cameras ama katika mics just Send a message apo au, ama comment hapo below, sema nipo nahitaji kujifunza, then mimi nitakupa mwongozo zaidi wa namna gani ambavyo unaweza ukawa content creator kwa kutumia tools za AI. My name is Kigoda the creator. Miss you so much, nilikuwa sipo online for a long time, but now I'm going to be back. Hakikisha unasubscribe, una like, comment pamoja na kushare this video. Peace out.